Karibu sana mtazamaji pamoja na msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwenye wakati mzuri uh, wa Mission 46 so leo Mungu ametupa nafasi. Tutaangazia namna ya kujiandaa kwa ajili ya wakati ujao. Sasa baada ya kujua silaha, tunaangalia ni namna gani ya kujiandaa na wakati ujao. Mtu anaweza kujiandaa kwa namna gani ili aweze kuweza wakati ujao, ikiwezekana hata wa sasa, lakini lazima kujiandaa. Biblia nasema, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Dada Recho, karibu sana. Asante sana dada Revina, na leo tunaenda kuangalia maandalizi mm. ya kuweza wakati ujao. Unajua kila kitu kinahitaji maandalizi. Baada ya kujua silaha zako, baada ya kujua wapi unakwenda, lazima ufanye maandalizi yeah. na moja ya maandalizi ambayo tunaenda kuyaangalia ni tunasema Uh, maandalizi ya kiroho mm. Yes, maandalizi ya kiroho mm. Unajua maisha ya kiroho ni two person. Mm. Watu wengi wakisikiaga mambo ya kiroho yeah. wanaisigi aba mpaka mchungaji mm. au mpaka kikundi fulani yeah. ndio mambo ya kiroho. Maandalizi ya kiroho kwanza kabisa kabla sienda kuelezea hmm. Mtu lazima elewe haya ni mambo binafsi kabisa, anahitaji kupersonalize yes. Yani usimame wewe kama wewe. Unajua kuna watu mwingine anasema, uh, mi wanasemagana bebi wangu Mm. Kwa hiyo kusema neno anai mpaka bibi wake. Yaani, mm. wasome pamoja yeah. mambo akiwa mengi hawasomi mm. mpaka mpaka nisome. Mm. E, au kwenye wana group fulani mm. wa wanasoma neno. Group admin hana bando, mm. hawasomi neno. <laughs> <Kwanasina> <laughs> kwa, sales, kwa pamoja yeah. wanasubirishana. Mwingine ana nguvu, mimi siwezi kusoma mpaka mm. nisome na fulani. Kwa hiyo siku hiyo fulani rafiki yake akiwa yuko na, na mood hajisikii mm, hasomi neno. so cha kwanza kabisa maandalizi ya kwanza ya kufanya kilo, mm. ni maandalizi ya kiroho, ambayo haya pia ni very person to person. Ni wewe binafsi, yani wewe mwenyewe kwanza, hahitaji kusimamiwa, hahitaji mm. kuhimizwa wala kulazimishwa. Watu wanapenda kulazimishwa, yeah, yeah. na mwingine ibadali, mm. tuende, mpaka mtu avutwe. yes na mwengine anaweza kusema, kwa nini mandazi ya kilo kushinda kesho yangu? mm -hmm. <laughs> nila Mungu nasema maandalio ya moyo ni yeah, mwanadamu yeah, yeah, yeah. lakini jawabu latoka kwa Bwana yeah. kwao unaweza kujiandaa mie, ampa nataka niwe nabariki biashara mikoa mizima Tanzania. mm. Au yeah. Ni maandalio ya kwako wewe, lakini jawabu kwa Mungu ya so maandalizi ya kiroho ni jambo la muhimu. Kwa yeah. Sasa tunaweza kuangalia maandalizi ya kiroho mm. ni vitu gani sasa kuzingatia? Hii sasa roho yako, ya uiandae vizuri yeah. roho yako. Ya kwanza tunasema kwa <coughs> kusoma neno mm. Maarifa. yes. yeah. Neno Mungu nasema mtu hataishi kwa mkate tu mm. bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. yeah. mm. Thank you. Kwa hiyo wewe biashara yako haitaishi kwa mipango yeah. si umeambiwa, ili kufanikiwa, lazima moja mm. uwe sijui kwenye good location. Mbili. Mm. Lazima sijui ufanyaje udekorate duka lako tatu sijui mm. sijui ujue kuongea vizuri. Hayo mm. ni maandalizi <laughs> yako, eh. Jawabu sasa la kufanikiwa, la kuleta, mm. inatoka kwa Bwana mm. na kwa nini ni kwa kulisoma neno lake mm. neno la Mungu nasema, neno la Mungu ni taa yeah so ukitaka ni biashara yako mm, lazima usome neno mm. Na kusoma neno sio option, ni lazima usome neno yes, kwa sababu utaishi. So ukitaka biashara yako ishi, ndoa yako ishi, mm, watoto wako waishi, masomo yako wa na uhai yaishi, kusoma neno ni lazima mm, okay. So hakukwepeki mm, so unavyojiandaa kiroho neno yeah. Kuna mtu mpaka sasa tunavyozungumza hajai kumiliki biblia mm wala ajui nafananaje, hivi naisikia na hey, eh, tu ni bibilia lakini sana mm. naenda yeah. lakini haja kumweki bibilia, yani kusema nenda hivi nani mpaka mm. kanisani. Hata mimi zamani nilikuwa najua kusema ndo ni kanisani. Kitu kingine ni kuishi kulingana na mafundisho ya Kristo yeah. Neno la Mungu linasema yes kuishi kulingana na mafundisho sio tazama so, kuishi kulingana na mafundisho mm. hapa swala la kwenda ibadani <laughs> mm. halipingiki yes. kwa mtu ambaye ndiye ibadani mm. tunamshangaa, utaishije kulingana na mafundisho ya Kristo? ah unajifundisha Haiwezekani, hauwezi. Ndiyo maana Mungu akaweka mitume mm. makuhani mm, naye pia amesema ye Mungu hawezi kufanya jambo lote kabla ajawajulisha watumishi yes. mm. wake. Kwa hiyo kuna mambo kuhusu biashara yako mm. kuhusu ndoa yako, kuhusu sijui masomo yako, kuhusu sijui kitu gani, yanatokana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. tusiache kukutanika kama kama eh, hey, ilivyo desturi oh, mm. so kuna maelekezo ambayo Dalvin na wewe unatakiwa kuyapata mm. ambayo anatakiwa kutoka kwa mtumishi wa Mungu yani okay. E, mtumishi wa Mungu ananaambiwa jambo lako wewe mm. Mungu anasema siwezi kufanya jambo lolote, so inawezekana, au una biashara yako au una ndoa yako, kuna mambo yaendi sawa hata mm. usome Biblia umalize umeze mm. Pati njia Mungu amesema hawezi kufanya jambo so, s hawezi mm. kufanikisha ndoa yako, kuipa furaha kuipa baraka ndoa yako, kabla hajamjulisha mtumishi wake mm. so kuna maswali ya majibu yetu sisi mm. kuna majibu ya maswali yetu yes. Yapo kwa watumishi wa Mungu, utayapataje huko nyumbani? Utayapataje mapili unaenda sokoni mm. utayapataje mapili unafungua ofisi yako? Unajua kuna kwenye ule mfano wa nanilia wa Sauli kipindi anaelekea kwenye mji kuua ule mji uh, watumishi wa Mungu walio kwenye ule mji mm -hmm. Unakumbuka Yesu akamtokea, akasema Sauli, wewe nanihudha, akampiga na upofu mm -hmm. Alikuwa anaweza akamponya hapo hapo, lakini anambia nenda kwa mtumishi wangu yeah, yeah, yeah. the atakuponya. Kuna the same kabisa, kuna umuhimu mm. kufafanusha kwa neno la na Mungu. Unaweza a una neno la Mungu wewe lakini halijafafanuliwa kwako wewe kwa kwe. Kwe lazima uende kwa mtumishi wa Mungu akusaidie, au ukiwa unamsikiliza mtumishi wa Mungu ndio unaelewa, ah, hapa hii inamaanisha mm -hmm. yeah, sure. unapata majibu, yeah. Yeah, na Mungu, yani, Mungu akua akua mjinga kutuandikia kwamba siwezi kufanya jambo lolote mpaka nimemsikia mtumishi wangu. Wewe sasa unataka kwamba eti mimi naweza nikajisemea. Unajua, kuna watu wanasema ni lazima kwenda, eti Mungu. Mungu ni mali popote ah. Mungu ni popote pale ah. unasali una nini? asingeandika kwenye neno lake Acha kukutanika kama ilikuwa haina umuhimu, asingeandika. Mungu sio mjinga, so, kila kitu kina maana yeah. kitu kina maana mm. Kitu kingine ni kuongozwa na Roho Mtakatifu mm. Acha kujidanganya mm. Kuna mtu anaishi kwa principles za baby wake, yani kila kitu anamweza baby, hapa nifanyaje? Na baby mwenyewe sasa ana maarifa ya Kimungu au ni rafiki yake? Nimefikia hapa nifanyaje? Au wengine wazazi, yani mtu anaongozwa na mzazi mm na mzazi aamini kama ameshakuwa anaweza kusimamia, anaongozwa anaongozwa anaongozwa, ndio hivyo na na bebi wake, anaongozwa na rafiki yake. Wengine wanaongozwa na social media, yani anaangalia okay, leo TikTok inasemaje. <gulis threads> Yani mtu tunasema uongozwa na Roho Mtakatifu na kichwani huyu anaweka chupa kichwani, TikTok leo inasemaje? Aha, tubingirike bingirike, anabingirika. Yani mpaka TikTok muongoze, yani social media imuongoze. Leo kuna trends gani? Okay, this is the trends in town, trends in town. Ndugu yangu, hatuongozwi na trends, hatuongozwi na matukio, sio, hatuongozwi na TikTok, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Maana neno la Mungu linasema kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi mm. Ni msaidizi wetu, so ukitaka usaidizi wa ushauri wa kitu chochote kile kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, usiende kwa shoga, usiende hata kwa mama mzazi. Msaidizi mshauri wa ndoa yako, biashara yako ni Roho Mtakatifu. Na kitu kingine ni kuwa na imani thabiti, yani kujiandaa kiroho ku ku kwa ajili ya kuiweza kesho yako, uwezo wakati ujao, lazima uwe na imani na imani bila matendo imekufa. Yani lazima uwe na imani, lazima uwe na imani Imani nini? Uhakika mambo yatarajiwayo ajayo mambo sionekana. E, unaamini kabisa kwamba mimi haparecukajula nitakuja kuongoza dunia. E, unakuwa unaamini kabisa mimi nitakuwa rais wa dunia, na unaanza kufanya mazoezi. anayeongoza dunia anakuwa anakuwaje? ni imani na mitendo kabisa, unafanya kabisa ya yeah, kwa nikiwa na imani hiyo kama tutaongeza dunia kwa lazima mwezi wa kumi na e, yeah, mbili niende zangu USA. Hey, yeah. kwa, kwa lazima imani na matendo imekufa. Tembea kwenye nchi za wenzako, wenzako ongeza dunia, alafu utembee popote. Unaishia hapo ulipo. Kwa lazima ndo na mambo ya kuzingatia mm. Maandalizi ya kiroho kaka Brani karibu sana asante sana da Levina mm -hmm. uh, tukiendelea moja kwa moja kitu kingine ambacho kinaweza kumsaidia mtu au kutusaidia sisi pia kwa ajili ya kujiandaa na wakati ujao ni kujiandaa kimwili Mm -hmm. Napo, tunapozungumzia kujiandaa kimwili, tunamaanisha nini? Kujiandaa kimwili obvious ni mwili mm -hmm. Wetu huu ni lazima kuutunza, kutunza afya zetu okay. Kujali mambo yetu ya, ya, ya mwili, kujali afya yako kwa uzuri kabisa. Mm -hmm. Kwa hiyo inatupasa sisi kujua kwanza mwili wetu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tunapotunza mwili wetu kwamba kuna vitu inabidi tufanye na vitu tusivifanye. Mm -hmm. Yes, kama tu ilivyokuwa kawaida the place ambayo mtu unakuwa unaenda chakula unachokuwa unatakiwa kula. Mm -hmm. Unajua, malengo yoyote haijalishi una una plan ipi kwenye maisha yako. Mm -hmm. Kama hautoweza kujali afya yako hivi vingine vyote uweze ukaviachie. Yeah. tun yaani hakuna furaha hakuna amani kama mtu unafanikiwa, alafu still mafanikio yako hauyaenjoi yeah. Upo kwenye kitanda umelala, unauguza afya yako, unauguza sijui ugonjwa fulani ambao mtu umeupata, hakuleti yani, hayo sio mafanikio. Kwa mafanikio ya kwanza mtu kweli kuwa nayo na kuhakikisha ili <coughs> kila anachokipanga, kila malengo yangu ambayo nimeyaweka lazima nihakikishe kwamba afya yangu iko vizuri. <coughs> na kwenye kutunza mwili jali sana Unakula nini? mm. Unakunywa nini? mm. Unalala saa ngapi? mm. Unalala wapi <laughs> wapi? Oh, yes, ni vitu vya muhimu sana. Unau... uwezi ukapanga hata mm. Unajua hata mtu mwingine ambaye anaumwa hawezi kufikiri vizuri yeah. Na jambo jingine ambayo inabidi tuweze kuangalia sana kwenye kujipanga kimwili ni kuweza kupanga malengo yetu unajua mm. kama mtu unaishi lakini hauna malengo ah mtu unaweza kuwa una yani, ni kama unaweza kuwa ni bendera inapelekwa na upepo, frustrated life. Uwezo ukawa unasema unajiandaa kwa wakati ujao, halafu wewe hujajipanga <laughs> unajiandaa kwa wakati ujao katika eneo ipi? What is your plan? Malengo yako ni yapi? Wewe unataka nini? Mm. Unajua, Mungu anaangalia sana sisi tulichokuwa tumekipanga kwanza, ili aweze kutimiza wewe mm. Kwa inabidi unaanza unapanga kwanza malengo yako Unajua, tusio wavivu. Kuna mtu mwenyewe anasema sasa, hapa nafanyaje mimi, Mungu hata hajaniambia nifanye nini, baba na Mungu tena, kwani Mungu hajaniambia hata nifanye nini, sijui nifanyaje? No, wewe, anza panga malengo yako, panga malengo yako, kaza Mungu nikutimiza, kaza yes, Mungu nikutimiza. Unajua, panga malengo yako, alafu mwambie Mungu, haya ndio malengo yangu mimi ambao ninayataka, alafu ndio unaingia unaomba sasa, nisaidie, iki nifanye kipi niache kipi. Ila wewe umekaa, hujafanya chochote kweli unategemea tu kwamba yani haujapanga chochote wewe. ma, malengo yako ni yapi? umejipanga kufanya nini? ami namsubiria Mungu Bwana niambie. Au mwingine anakuuliza eh, wewe uliwazaje? Ehe, uliwazaje wewe, unamuuliza naye anakuuliza, kwani wewe uliwazaje? au wewe unanionaje? na jambo la mwisho Uh, kwenye kipengele hiki cha kujipanga kimwili mm. Ni kufanya kazi kwa bidii, haipingiki mm. Haijalishi utaomba utafanya nini lakini lazima ufanye kazi. Mungu anabariki kazi ya mikono. Unaingia unafanya kazi, unaonyesha bidii yako kwenye ufanyaji kufanya kazi ili uweze kuiweza kesho yako. Tukisoma kwenye Biblia uh, Mithali 22 mstari wa 29, neno la Mungu nasema, je, wamwona mtu mwenye bidii mm -hmm. kazi katika kazi zake huyo. <laughs> Eh, so unamona... <laughs> yeah. Hata simama mbele ya watu wasio na cheo. yeah. Kwa kufanya kazi kwa bidii kunatusaidia sisi kujiandaa na changamoto za kesho, kunatusaidia sisi kufikia malengo, lakini pia kunatusaidia kut, uh, kunatusaidia sisi kutengeneza nafasi nzuri kwa watu ambao wanaweza wakatutaja kesho. Unajua, unapokuwa unafanya kazi, kazi kwa bidii yani, Trust me, watu wanaona mm -hmm. Haikwepeki, haipingiki, watu wanaona, najua ah, huyu bwana anajitahidi, anafanya kazi kwa bidii sana. Ina tusaidia sisi kwanza tu watu wanaotuona. Unaweza kuwa unafanya tu kazi labda sehemu uko, unaona kama ni wewe tu peke yako ndo unajiona wewe, kumbe kuna watu wanakuona wengine. Kwa hiyo akikuona, anajua bwana, kuna mtu fulani mimi nishe kumuona na mrecommend, anafanya kazi vizuri, anafanya kazi kwa bidii <coughs> una, una, una mm -hmm. na yeah. unapata nafasi nzuri, wakati unajiona unashangaa ni kibali hicho umepata. Kuhu, yani lazima tujitahidi sisi tufanye kazi kwa bidii ili tuweze kuzikabili changamoto zetu zinazokuja, lakini pia mambo kama hayo tuweze watu waweze kutuona na kututaja sehemu za heshima. Yeah. Nielekee kwa kamafa kwenda kuhitimisha na yeye anaweza uh, kutuambia tunawezaje kujiandaa na wakati ujao yaliyosalia, mtu wa Mungu, karibu sana asante sana mtu wa Mungu. Yeah. Uh, katika kuendelea kujiandaa na kuuweza wakati ujao, mm. Jambo jingine la msingi ni kujiandaa kiakili. Mm. Mm. Kujiandaa kiakili. Yeah. Ya, ukisoma katika kitabu cha Ayubu 32:8. Yeah. Eliu alikuwa anawaambia wale watu ambao walikuja kumfariji mm -hmm. uh, Ayubu, Ayubu. Mm -hmm. Anaambia kwamba imo roho ndani ya mwanadamu mm -hmm. na pumzi yake Mwenyezi huwapa akili. mm -hmm. kwamba akili ni kitu mm. cha msingi sana kwenye maisha ya mtu mm. na ndio maana hata katika kitabu cha Daniel Danieli alikuwa anafunga siku ishirini na moja mm. kafunga siku ishirini na moja anaomba mm. lakini baada ya maombi, malaika anakuja anamwambia, e, Danieli, mtu upendwae sana mm. nimekuja ili ukupa akili <laughs> kwa hiyo tunaona kumbe, akili ni kitu cha msingi sana ambacho tunacho kuwa nacho ili uweze kuweza wakati ujao. Mm -hmm. Na hii akili inakusaidia kwa ni na nini? Yeah. Hii akili kitu cha kwanza inachokusaidia inakusaidia kuwa na mtazamo chanya. Yeah. Kuwa na mtazamo chanya, kuna watu ambao kila situation au kila kitu kinachokuja mbele mm -hmm. yao. Yaani akisikia taarifa yoyote anawaza kwa ubaya. Ila wewe ukiwa na mtazamo chanya itakusaidia kuweza wakati ujao. Yeah. Na mtazamo chanya unakusaidia nini? Kwamba unakaa kwenye Yeah. Ukiwa una, uchanya, mm. Kwa mfano, yeah. baadaye, una elewe, mm. Ukiwa na mtazamo chanya una focus. Kwa mfano, wewe Mungu anaweza kawamekuambia juu ya biashara fulani, lakini baadaye ukaona mbona kama mauzo siyaelewi. Ukiwa huna mtazamo chanya, mm. unaanza kubadilisha biashara. Ndio maana yeah. mtu mmoja ndani ya mwaka mmoja mm. akafanya biashara almost hata mkubwa sana <laughs> yani, mtu anakuja labda anakutana na kitu fulani anabadilisha mtazamo wake, mm. au angalia watu wangapi wamesusa vitu vingapi? yeah. mtu anaambiwa maneno fulani yaukatisha tamaa, unakuta unakuta wacha niachane hey, mm. nayo. Kwa hiyo ukiwa na mtazamo chanya na kusaidia katika kuweza wakati ujao, na ukisoma yeah. katika kitabu cha Wafilipi 4:8 mm. Hapo anakwambia mambo yote yaliyo safi yaliyo yeah. mm. ya star yaliyo ya nini yeah. ya tafakarini hayo mm. Sasa kwa nini uyatafakari hayo mambo? Ukija kuangalia mambo yote yaliyotajwa hapo katika Filipi 4:8 yote ni mambo chanya. Hakuna mm -hmm. siyo si, si, kama kuna magonjwa, kama kuna nini hapana, ametaja mambo chanya. Yeah. Na Biblia inatuonyesha kwamba hapa inabidi ustick kwenye mambo chanya ndio mm. utaweza kufanikiwa katika mambo yako. Mm -hmm. Na hii ku, kabla hujafika Wafilipi nne nane unakuta huku mm. kwenye Wafilipi mbili tano mm. anasema iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo. Kristo yeah. alikuwa, yes. mm. alikuwa, hey, mm. alikuwa na nia gani? akikutana na mgonjwa anamwambia inua godoro lako nenda. Akikutana changamoto yoyote alianza kusema baba hapa baba hapa anafanyaje? alikuwa na mtazamo chanya kwamba huyu wanasema amekufa siku nne, lakini mm. ana, anaishi mm. Hapa watu hawana divai divai inapatikana kwa, alikuwa na mtazamo chanya kwenye kila changamoto ilikuwa inakuja mm. na kwa kuwa na mm. mm. mtazamo chanya sio kwamba inakufanya changamoto zisiji. Kwa hiyo unaona, kwa Yesu kila changamoto ilikuwa inakuja, alikuwa na mtazamo chanya, ndio maana alikuwa anaweza kuitatua hiyo changamoto kwa haraka sana, yeah. na tukiingia katika kipengee cha pili hapo katika kujiandaa kiakili mm -hmm. kuna kujifunza hekima na maarifa okay. Hekima na maarifa ni kitu cha msingi sana cha mtu kuwa nacho mm -hmm. hekima inakusaidia nini? Hekima inakusaidia kutambua, ujue nini cha kufanya yeah. ujue namna ya kuingia na namna mm -hmm. ya kutoka yes. namna ya kuingia kwenye kazi yeah. na namna namna ya ya kutoka mm -hmm. namna ya kuingia dukani na namna ya kutoka. Unaweza ukaingia dukani, kitu kakinunua kwa bei rahisi yeah. yeah. mpaka muuzaji bado anataka. Jamaa alifanya nini? ni mm -hmm. hekima yeah hekima inakusaidia kujua hapa ni ongee, mm. hapa ni nyamaze, yes. hapa ni mjibu hivi, mm. au hapa ni mjibu hivi, mm. Kwa sababu, na pengine, kama hekima ni ndogo, utajikuta sehemu ambapo ulitakiwa unyamaze unaweza ukaongea neno moja lakini lile. Kwa Mungu lazima uiombe. Ukisoma katika kitabu cha Mithali nne saba anasema bora hekima basi jipatie hekima mm. na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Mm. Yaani kwa mapato yako yote ndio lazima unamwambia mtumishi kuna kitabu cha kuweza wakati ujao ni shilingi elfu kumi. Ah elfu kumi akipiga mahesabu mm. inakula mara mbili mm. lakini faida iliyo katika kusoma vitabu yeah. ni kubwa kuliko yes. ile investment. Yaani yeah. tungekuwa tuna tunachukulia nini kama ile kwamba umeenda kujumua mzigo mm. ili uuze. Hii ni tofauti sana. Yaani kama umejumua mzigo wa mtumba sijui wa buku afu unakuja yeah. kuuza milioni moja ndo mm. investment iliyopo katika kusoma maarifa yeah. Na kitu kingine mm. ni kudhibiti kudhibiti hisia na mawazo yeah. Kwa nini udhibiti hisia na mawazo? <laughs> Unakuta unakuta sehemu mtu mm. kakwambia kitu kimekuprovoke yeah. au kime- yaani kimekuamsha yeah. Unatamani kumpiga mtu nguvu au unatamani kufanya yeah. <laughs> Kuna, kuna yale unashikwa na <laughs> kitu fulani kama just by yeah. Kuna watu wanapoteza vitu vizuri mm -hmm. Wanapoteza watu wazuri mm -hmm. Nikisema vitu vizuri, kuna watu ameacha ndoa yeah. Kuna watu ameacha vitu vya msingi sana mm -hmm. Kwa sababu ya hasira, ndo nasusa mm -hmm. hasira. hasira. hasira. Naachana nayo mambo yani, hapo hisia zake zimeguswa kidogo mm -hmm. Hasira imepanda amesusa ameacha kitu fulani au mtu mwingine, alikuwa amekaa, shetani anaanza kumingizia mawazo mm. Ah, kitu fulani hakiko sawa mm. Kwa unakuta lile wazo linazaa mm. Eh, matokeo fulani eh, lile wazo linakuja mpaka linavaa mwili kwa sababu mbona nitafuta sasa hivi mm. mm. mm. Atakuwa na chiti, au amekaa mtandaoni, kuna wale mambo kwa mtandaoni, unaona watu nakwambia, eh, hey, <laughs> ukiona ukio dalili hizi ujue mume wako anatoka nje ya ndoa <laughs> <laughs> ukizangalia ya kwanza ya mme yeah, wangu? no. yeah. Unaanza kupata akili, unakuta <laughs> mtu kama huyu, ukasoma kwenye mtandao. yeah. Lile neno alikuwepo, mm. analiwaza, analiwaza mpaka linatokea. yeah. yeah. <laughs> Mimi ninaitwa Levina Steven. Kuuweza wakati ujao ni jambo la muhimu sana, kiroho kimwili na kiakili. Leo tumezungumza hayo, ni sikuchoshe sana, uwe na wakati mzuri kama unahitaji kitabu au unahitaji vitabu, vitabu viko vingi sana sana sana. ya yeah. Kama hebu, tutajie vitabu alafu tuondoke. yeah. Hapo kuna Ni. kitabu cha Kwa Kuwa Sasa Umeokoka. Kuna yeah. kitabu cha mwongozo, Mwongozo wa Maombi ya Kufungua Mwaka na Baraka za Kila Mwezi. mm -hmm. Kuna kitabu cha Matters of Blood, mambo ya usio damu baraka mm -hmm. na laana za familia. Kuna Siku 365 za Ushindi. mm -hmm. Kuna Kutawala Ulimwengu Wako kwa Neno la Mungu. Kuna Ifahamu Vita ya Mzaliwa wa Kwanza Nguvu nyuma ya kufunga na kuomba uh, kuuweza wakati ujao embedded systems signs and token part 1 na part 2 mm. Kuna wakristo katika ulimwengu wa biashara kuna dealing with addictions na vitabu vyote hivi utavipata hapa Dar es Salaam kwa namba 0659 mm -hmm. 68 mm. 75 mm. 69 pamoja na 0753 yeah. 085789 kwa Arusha utatupata kwa namba 591943 kwa walioko mkoa wa Mbeya utatupata kwa namba 0652927883. Na kwa walioko Dodoma ni 0658665736 pamoja na 0759000939. Kwa walioko Mwanza ni 0767060668 mm. Mimi ninaitwa Levina. Ni washukuru sana watumishi wa Mungu na mtazamaji pamoja na msikilizaji, tumekomea hapa, tukutane Jumatatu ijayo. Neema ya Mungu ikutunze. Bye, bye, wewe ni mshindi siku zote, anayewanaitwa Fountain of Joy. Mungu akubariki, weekend njema nakutakia. Bye, bye.